Naam, karibu tena mtazamaji. Kifo cha ghafla cha waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kiliitosa Kenya kwenye mshtuko na majonzi ya Oktoba mwaka 2025. Mshtuko huo haukuwasaza wanahabari, wakiwemo wahariri na pia maripota wa Royal Media Services. Stephen Letoo alikumbana na tanzia hiyo ya ghafla ana kwa ana aliposafiri hadi nchini India kutathmini hali na kisha kurejesha mwili wa Raila nchini, akiwa ameandamana na viongozi mbalimbali na wanafamilia. Kifo cha Raila Odinga ilikuwa ni sawia na kushuhudia historia ikijiandika kwenye kuta nchini. Naam mtazamaji, tunasitisha matangazo haya kuwaletea tangazo la kuhuzunisha. Naam, Raila Amolo Odinga ameaga dunia, na habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hilo. Na kifo cha Raila Odinga kilipotangazwa, nilijua kuwa sasa wakati wowote wa mimi na wenzangu tutatumwa katika sehemu tofauti tofauti nchini. Alikuwa amekwenda kwa shughuli tofauti ya kikazi, na hivyo ilieleweka kuwa alikuwa umbali wa takriban saa moja hivi tu na kaunti ya Siaya. Now by sunset a lot of words had been said about the fallen leader. Na muda mfupi baada ya taarifa hizo Sam alikuwa tayari anatangaza matukio kutoka Kang'o ka Jaramogi kule kaunti ya Siaya. Wakenya wengi tayari walikuwa wameelekea katika mitandao ya kijamii kutoa rambirambi rambi zao kwa familia ya Raila Odinga na kuelezea tu mshangao wao kuhusu kifo chake. Taifa pia lilikuwa limezama kwenye maombolezi, na hata tulipokwenda na mwenzangu Emmanuel to katika mkahawa mmoja kula, kupata chakula kabla ya ku, kuanza kazi, chakula hakikuwa na ladha tena. Punde si punde, mkurugenzi wa habari Linus Kaikai akanipigia simu. Maagizo yake yalikuwa mafupi sana: Leto, una pasipoti yako? Nenda moja kwa moja katika uwanja wa ndege wa JKIA, unasafiri hadi Mumbai, India na pap, akakata simu. Um, katika uwanja wa ndege nilikutana na maafisa kadhaa wa serikali. Kikosi kilichokuwa kinaelekea India kilikuwa kikiongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, na tulipoabiri ndege hiyo uh, kutoka uwanja wa JKIA kuelekea Mumbai, India, kulikuwa na kimya kingi sana katika ndege hiyo. Waziri wa madini Hassan Joho hakuzungumza na yeyote ndani ya ndege hiyo. Waziri Opiyo Wandayi hakula chochote katika ndege hiyo kwa masaa sita zote tulipokuwa ndani, Waziri Murkomen nilimwona akijaribu kutia ujasiri kwenye, kwenye uso wake, lakini haukukaa kwa muda. Ungeona pia uso wake ulikuwa umejawa na huzuni mwingi. Kimani Ichungwa, kiongozi walio wengi, pia alikuwa kwenye ndege hiyo, pia huzuni ilikuwa imemjaa sana kwenye uso wake. Musalia Mudavadi vile vilevile. Aa, mimi sikuamini tutamrudisha Raila Odinga nyumbani akiwa ndani ya jeneza. Wimbo Raila come home Raila come home Raila agwambo come home Raila come home. Aguambo come home. Raila, Raila, Raila, Raila agwambo come home, ukaniteka fikra. Punde tunatua katika uwanja wa ndege wa Mumbai. Ndege inaelekezwa sehemu ya wageni mashuhuri. Jeneza lililobeba mwili wa Raila Odinga lilikuwa pia ndani ya lori la uwanja wa ndege likiwa na watu sita ndani. Mtu wa kwanza kumwona alikuwa ni mlinzi wa Odinga kwa muda mrefu, Morris Ogeta. Ogeta alionekana kuvunjika moyo na alipomwona Waziri Opiyo Wandayi akajilaza kwenye bega la waziri huyo machozi yakawa yanambubujika bila kikomo. Winnie Odinga, mwanawe Raila, alikuwa ameshikilia kofia ya babake ili baadaye ampokeze mamake Aida Odinga katika uwanja wa JKIA. Ndani ya saa moja hivi tulirudi kwenye ndege ya Kenya Airways tukiwa na mwili wa Raila Odinga kwenye jeneza lililowekwa katika sehemu ya mzigo. Tulipotua JKIA yaee, tulikutana na wafuasi wa Raila Odinga waliokuja katika uwanja huo kuupokea mwili wa Raila Odinga. Ni hapo nilipomkabidhi usukani mwanahabari mwenzangu Emmanuel to aliyekuwa katika uwanja huo ili nami angalau nipate lepe la usingizi kabla ya kufunga safari tena kuelekea Bondo kwa mazishi yaliyopangiwa kufanyika katika chini ya saa 72. Kwa hakika kifo cha hayati Raila Odinga itaingia katika kumbukumbu, kwani jina lake Raila Amolo Odinga itazidi kuwa katika nyuso zote za kisiasa na ndimi za kisiasa vilevile.